Kila Oktoba 9 leo ikiwa ni na Oktoba 8, uh, ni siku ya posta duniani, huduma ambazo zimekuwepo kwa takriban miaka mingi tangu mwaka 1874 zilipoanzishwa kule nchini Uswizi na katika mataifa mbalimbali mbali, huduma hizi zipo na hapa nchini Tanzania ikiwemo pia, na ukifikiria posta inawezekana unafikiria masuala ya kupeleka ku, uh, barua uh, kutuma barua lakini, uh, kutokana pia na teknolojia mengi yamebadilika na zipo huduma pia ambazo tutafahamu kuhusiana na posta ya wakati huu, na endapo kama bado pia huduma hizo za barua zipo tutafahamu mengi. Lakini kubwa ni siku hiyo ya posta ambayo lengo lake hasa ni kukumbusha kuhusiana na umoja huo ambao ulianzishwa kule Uswizi, na mwaka huu ikiwa ni mwanzo wa mapinduzi ya mawasiliano ya kimataifa. Na hapa studioni tunaye Ferdinand Kabyemela ambaye ni mkurugenzi wa masoko na mauzo wa shirika la posta Tanzania. Karibu sana Asante sana. Tunaye pia Jane Sallu ambaye ni kaimu meneja wa huduma kwa wateja kutoka shirika la posta Tanzania. Karibu sana Asante sana. karibuni sana. Tunashukuru. Na kwanza uh, tufahamu kidogo kuhusiana na shirika la posta kwa hapa Tanzania kwa historia kifupi tu inayohusu karibu Uh, shirika la Posta Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa mwaka 1993 kwa sheria ya Bunge, baada ya kuvunjwa iliyokuwa shirika la Posta na simu, na ikaundwa shirika la Posta Tanzania, ikaundwa kampuni ya mawasiliano Tanzania, ikaundwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania, lakini vile vile kaundwa benki ya Posta. Kwa hiyo ni taasisi ya serikali kwa asilimia 100 na iliundwa kwa ajili ya majukumu mahususi matano, lakini la kwanza likiwa ni kutoa huduma za posta, lakini la pili likiwa ni kutoa huduma za kaunta kwa shughuli zote za kiserikali, kwamba utaona kwamba kwenye ofisi za posta, katika baadhi ya ofisi zake utakuta huduma zingine za serikali zinatolewa. Kimfano ni ofisi ya posta pale ya zikiwa ambayo inaitwa general post office, pale utakutana na huduma nyingine za serikali ukifika pale utakutana na NIDA utakutana na uhamiaji utakutana na immigration utakutana na NSSF utakutana na PSSF. Wote hao wanatoa huduma pale kwa sababu ni jukumu la posta kutoa huduma za kaunta kutoa spaces ambazo zitaiwezesha serikali kuhudumia wananchi wake, lakini vilevile vile, shirika la posta lina jukumu mahususi la kuhakikisha kwamba huduma za kifedha zinafika mpaka kwenye maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, vilevile shirika la posta lilipewa majukumu hayo mahususi hmm. Sasa k kwa, kwa sasa sasa manake uh, shirika limepita katika uh, vipindi mbalimbali uh, likipiga hatua likibadilika kutokana na mazingira, lakini tunazungumza katika mazingira ya sasa. Uh, je, ni huduma zipi ambazo shirika linatoa? No. No. Asante, yeah. Ndugu mtangazaji, kwa sasa hivi shirika limejikita sana sana sana kidigitali, kwa mwelekeo kwamba limetoka kule kwenye zile zama za zamani ambapo tulikuwa tunatumia vitu manual, mm, kama barua tunadili sana na makaratasi, tunataka mteja tuje tumhudumie ana kwa ana. Tumeachana nazo huduma sasa hivi zimefunguliwa nyingi, zimedidi kwenye mambo ya e-commerce, ambapo ha, through e-commerce shirika limefungua biashara nyingi, mfano biashara biashara mtandao nyingi, mfano biashara mtandao, ambao katika biashara hizo mtandao kuna post shop ambao tunaita kipepeo shop. Yes. Kipepeo shop, mteja wetu huko huko aliko anaweza akaingia, tuna app yetu. Uh, ambayo inamfanya ina, mteja ana search nini anataka anaagiza na analetewa mpaka nyumbani, hmm. Vile vile kwenye hii muundo wa kwenye kidi, hii kidigitali pia shirika limeweza kuwa na biashara za kifedha kama alivyoongea mkurugenzi hapa, ambazo pia na zenyewe tunazifanya kidigitali ambapo tuna, ma, ma, tuna huduma kama za bureau change, tuna huduma kama mteja anaweza kahitaji pesa yake hata kama inachukua CRDB yeah. Unaweza ukaenda ukatumia uka, uka, nani wa app ukapata hizo pesa pia, huduma ni shirika lina huduma ambazo za kidijitali kutokana na kidijitali, kama mteja anataka kutuma barua yeah. Au ametuma barua, sio lazima aje posta tena kuja kuulizia, tuna, hudu, kuna, tuna huduma ambazo tumempa mteja za kutrak hizo item ambazo ameweza kutuma. Pia kutokana na pia hizi zi mambo ya kidigitali tumeweza kuwa na biashara nyingi tu ambazo mteja wetu yeye kwa sasa hivi hana haja ya kuja kututafuta kuja kutafuta ana kwa ana. Ana tutafuta through app tulizofungua. Kwa hiyo vitu vingi shirika limejikita kidigitali mm. Kwa kuweza kumsaidia mteja wetu na kurahisisha mambo yetu yote yawe ni rahisi. Hiyo ya kutrack, baada ya kuwa umetuma mzigo wako naenda sehemu hiyo ya kutrack inakuwaje? Yaani mteja kuna app. Mm. ambayo tume ifungu tume zimekuwa programmed, mm. a anaingia kule, anaingiza kuna namba special, anapotuma mzigo anapewa namba okay. ya ule mzigo okay. mm. Sasa anaingiza tu kwenye hiyo app, itamweleza huo mm. mzigo wako ulitumwa tarehe fulani na kwa sasa hivi uko wapi. Ndiyo. na kama umekuwa delivered, utamwambia umechukuliwa na saa ngapi, nani nani amechukua vilevile pamoja na hiyo kuna hawa watu wa kuna hizi zimefunguliwa tume tume kwa kuungana watu wa Yuksaf kwa sababu tunaendana pia tunashirikiana na serikali na mashirika kama Yuksaf walitupa vifaa yes, wale wametupa vifaa PDA ambavyo hivyo pia vinamsaidia vinatusaidia vinarahisisha mteja pale anapotuma tu mzigo yeah. wakishaingiza mle ile zile information zitamsaidia mteja kujua kufuatilia mzigo wangu kwamba uko wapi uko na, ile inasaidia kupokea na ku, ku yaani kutransfer, na kule itapofika kwa delivery, kutoa information mteja asipate shida kujua mzigo wake so, through this app ambayo tumezianzisha na track Aha. mzigo wake kirahisi Zam zamani ilikuwa inachukua unaweza ukatuma kitu kupitia posta akakipata baada ya wiki mbili wakati mwingine hata mwezi sasa sasa hivi inachukua muda gani kwa mzigo kum, kumfikia mtu kwa mfano mimi niko hapa Dar es Salaam Dar es Salaam mm -hmm. namtumia mzigo mtu yuko Arusha inachukua muda gani mtu kuupata mzigo huo siku moja mm -hmm. Inate mfano kama Arusha leo ukitumwa leo ukitumwa mm -hmm. kesho asubuhi kwa Arusha the same Mwanza mm -hmm. The same Mbeya, kwa sababu sasa hivi tuna usafirishaji ambao tumeu program kwa sababu wanaposema unakwenda kidijitali, lazima nawe huduma zako mm. ziwe za kidijitali kweli. Kwa hiyo once mzigo ukitumwa leo usiku, tuna, tuna transports ambazo zimeshapangwa usiku, usiku, usiku zinapita mikoa tofauti okay. kama ni ruti za kwenda Mbeya, kama kuna ruti za kwenda Arusha kama ni Mwanza, kuna zile ndege za asubuhi, kuna magari pia yanayopokezana from Dar es Salaam to, uh, to dar dodo, to Dodoma, Dodoma, Singida, kuna zingine <coughs> zinatoka sorry, zinatoka Mwanza mm. wanakutana Singida mm. kwa utakuta tuna exchange mizigo kwa inao kwao, utakuta hata ile za <coughs> zamani unatumia mzigo siku tano mm. au siku tatu, sasa hivi unatumia umechelewa sana two days. Anaposema kwamba two days, two days ni masaa 48 ambayo tunasema ni maximum, na hiyo maximum ni mpaka kwenye last mile. Mfano yeah. mtu ana, mteja anatuma mzigo wake kutoka Mtwara, let's say ule mzigo unaenda wilaya ya Kerwa mkoani Kagera, ndio tunasema kwamba tunamwahidi mteja wetu kwamba kufika masaa 48 piga hua, ule mzigo inabidi umefika. Tofauti na hapo, hiyo sio Shirika la Posta Tanzania. Lakini kwa jinsi ambavyo tumejipambanua na tulivyo na means tofauti za usafirishaji, tuna uhakika kwamba kuna mikoa mingine ambayo mzigo unaweza kufika kwenye siku hiyo hiyo, yani unaleta mzigo wako asubuhi, lese saa 2 saa 3 nakwambia saa kumi mzigo utakuwa umeshafika katika destination. Inawezekana pia, tunapozungumzia mzigo, mtu anaweza akafikiri labda vifurushi hivi vidogo vidogo ni kwa kiwango gani ama uzito gani? Pia ndo wa mwisho eh, eh, eh, <coughs> sa <sahibi, laughs> ndio hatuna kiwango kwamba labda zamani kwetu kuwa tunajuana kwamba Posta wanasafirisha barua yeah, au rejista au tu pasi ndogo ndogo, no. Yeah. Sasa hivi tuna huduma za rejista ambazo ndo ni barua ndogo, ndogo. Mm -hmm. Tuna vifurushi vya kawaida ambavyo tunavita pas. Kuna vi parcel vidogo mm -hmm. na kuna parcel kubwa ambazo pia hizo zinakwenda kwa njia kama kuna EMS ambayo inakwenda mpaka nje ya nchi na pia kuna EMS kwa ndani ya nchi. Mm -hmm. Lakini okay. Sasa kuna hiyo huduma za kusafirisha mizigo mikubwa ambazo namba zangu nataka zifike Njombe, yaani sasa hivi tuna ma... yale magari makubwa ma mm -hmm. crane mm -hmm. yani tunaweza tukasafirisha hata nyumba nilijenga, yes. hii labda container langu liko hapa eh, sihitaji likae hapa, natakiwa liende, let's say Kibaha, mm -hmm. tunalitoa tunakuhamishia kuhamishia, ah, una mizigo mikubwa unahama, tena ni kwa bei nzuri tu. mm -hmm. U, yoyote ni vitanda, yaani ni wewe tu kuhama, nyumba mnampangia kabisa, tunahamisha tuna <tuhum> na ni kwa bei nzuri. mm -hmm. Yaani yeah. tunaomba wateja wetu tunapoongea hivi wajue kwamba tuko vizuri. yeah. hakuna ambacho hatuhamishi. Wale watu wa kuhama usiku tumefikiwa sasa, na naweza pia mimi, nataka vitu vyangu vichukue usiku Sawa, kabisa kabisa na eh, mnakuja usiku vizuri kabisa, yani kama eh, kwa ushuhuda. mm -hmm. Kuna wizara nyingi, kuna taasisi nyingi mm -hmm. kwenye hii ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma ndio mm -hmm. zimehamishwa na Shirika la Posta mm -hmm. tumewasafirishia sisi, slogani yetu tunasema tunachukua tunafungasha tunafikisha, vitu hivyo vitatu yani, ukituita sisi, tutakuja. Yeye hana haja ya kuvikusanya no. Anawaambia tu sisi tuite. Kama hapa kimfano, uh -huh. Azam TV, nataka kuhamisha studio lese kutoka hapa kwenda sehemu nyingine uh -huh. Sisi tutakuja, tutaangalia vitu vyenu jinsi vilivyo, tutavichukua, tutavifunga vizuri kuhakikisha -huh. kwa kwamba vinafika katika the same quality ambayo ilikuwa wakati kochi likiwa vizuri namna hii, tutalifunga vizuri, tutalipaka tutavifikisha vitu vyangu, vikiharibika kwenye huo mchakato, mnawajibika? tunawajibika 100%. Yeah. Yes. Na hiyo Kukuna... ni kwa taasisi vipi, kwa mtu mmoja mmoja? hatuchagui At, kwa sababu sisi huduma zetu mm -hmm. zinaanza na mtu mmoja afu ndo zinaenda kwenye taasisi, hata mtu mwenye chumba kimoja kaka vizuri kabisa. Tuna magari makubwa eh. tuna magari madogo na tuna size yani tofauti ya huo usafiri tulionao mm. hata ukitaka guta sasa hivi mpaka tuna mabajaji ah, au see. na wageni wako wanataka labda wanataka tuwatembeze mjini ah. Nadhani mliona Sabasaba. mm. Yes. Mm. Kwa mpaka bajaji sasa hivi tuna hizi swift pack mm, pia vyote hivyo, yani ni vitu ambavyo tunataka tunapenda yani watazamaji wetu, wateja wetu wajue tuna huduma kama hizo, tunafanya una wateja a, wazungu wamekuja, jamani, nataka leo ni talima, kuna foreni mm. Lakini kuna vibajaji vyetu vinawatembeza. Kwa sababu brother hapa uh, tumeambiwa yeye ni director wa masoko sio. kwa hichi uh, ambacho unatuambia ni kwamba mmeamua kubadilisha mtazamo wa kuendesha shirika exactly. kia, uh, kwa sababu pia kwa miaka kadhaa shirika lilikuwa linatajwa likiingiza uh, hasara na exactly, na hali ilikuwa hivyo pia kwenye mashirika mengine ya umma kutokana na kwamba kulikuwa hakuna mtazamo wa kibiashara kwenye kuendesha hayo mashirika, na hoja ambayo ilikuwa inatolewa kwamba bana, haya ni mashirika ya umma, yapo tu kwa ajili ya kutoa huduma, kwa hiyo hakuna kufanya biashara. Kwa hiyo sasa hivi maanake ni kwamba maamua sasa kuleta mtazamo wa, wa kibiashara kwenye shirika, sio exactly. Kabisa, kabisa kwa sababu hmm. Ni niiweke, ni sawa kwanza, kwa sababu mm. ni kweli shirika lilikuwa linasuasua mm. hapo nyuma kidogo, lakini baadaye uongozi wa shirika ukaamua kwamba hebu tukae chini tufanye mm. mageuzi ambayo ni total transformation kutoka kwenye taasisi ambayo inajiendesha kwa utegemezi au inajiendesha kwa kutotengeneza faida kufika kwenye taasisi ambayo inajiendesha kwa faida lakini vile vile inategemewa na nchi katika kutoa mchango mkubwa wa mapato. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, tulianza kwanza kwenye digital transformation. Mm -hmm. Tukahakikisha tunaligeuza shirika kidijitali. Sasa hivi mta, mtangazaji na pamoja na mtazamaji wetu ukiingia kwenye simu yako ya aidha ya inayotumia app store au inayotumia mfumo wa play store utakuta kuna application inaitwa Posta Kiganjani. Kwa nini tumeweka Posta Kiganjani? Tumehakikisha kwamba wateja wetu wasiwe na sababu ya kutufata sisi tulipo, bali sisi tuwafate pale walipo, kwamba tunawapelekea posta kwenye viganja vyao. Kwa hiyo hii inaongeza wigo wa wateja kuhakikisha kwamba wateja wengi zaidi wana uwezo wa kuaccess huduma zetu na kuaccess vile mazuri ambayo tunaweza kuyatoa kwetu. Kwa hiyo ndani ya ile application ya Posta Kiganjani, kama wewe ni mteja wa posta unamiliki sanduku la barua, una uwezo kuona invoice yako pale lakini vile vile kama wewe ni mteja wa shirika la Posta ambaye ni mpangaji, aidha unaishi kwenye nyumba ya posta au umepanga kwenye eneo la posta mm, una uwezo wa kuaccess taarifa zako, una uwezo wa kuaccess invoice yako e, kama unataka kulipa kodi, unataka kufanya chochote, unataka kuangalia record zako za malipo yeah, unaweza kuzifanya kwenye posta kiganjani. Lakini vile vile kwa mteja mwingine yeyote ambaye unapokea huduma zetu sisi za shirika la Posta, una uwezo kwa kupitia ile application ya posta kiganjani ukaangalia ankara zako zile invoices za kila mwezi, mtiririko wa huduma jinsi ambavyo umepokea, ukaweza kuangalia kwenye kila mwezi kwa kutumia ile application ya posta kiganjani. Kwa hiyo ina maana tumewafikia wateja kule walipo, lakini hiyo ndio posta kiganjani, ikawa ni mfumo wa kuwezesha kwanza mwananchi wa kawaida kuweza ku access huduma, lakini tukasema kwamba kuna haja ya kuja na huduma za ambazo zina ladha ya karne ya 21 huduma mm, kama EMS ni huduma ya miaka mingi sana, inafahamika ni huduma giant. EMS ni huduma ya usafirishaji wa haraka ambayo iko dunia nzima, popote nchi yoyote ambayo utaenda ukaiona shirika la posta, ujue EMS ipo. Kwa hiyo EMS tunayo hapa Tanzania ikiwa na, uh, ikiwa na nguvu ile ile, ikiwa na strength ile ile ambayo iliyopo kwenye nchi zile za kimataifa. Kwa hiyo ukija kwetu sisi ukapata huduma ya EMS ya usafirishaji maana yake una uhakika wa kitu chako kusafirishwa kwa haraka sana ndani na nje ya nchi, lakini sio tu ndani ya nchi, e, e, nje ya nchi kikawaida, nje ya nchi katika nchi zaidi ya 192 ambazo ni wanachama wa UPU. Lakini vile vile tukasema kuna haja ya hawa watumiaji wa huduma za mtandaoni kuhakikisha na wao tunawapatia huduma ambazo zinawawezesha kufanya aidha biashara zao au kuwezesha shughuli zao za kiuchumi kama ambavyo ametoka kusema mwenzangu kuna duka la mtandao linaitwa Kipepeo mm. Kipepeo online shop inakuwezesha muuzaji kujisajili mule, ukasajili bidhaa zako ukauza kwa mtu yeyote ndani na nje ya Tanzania, na bila kuwa na wasiwasi kwamba mzigo ule utasafiri kwa namna gani, kwa sababu Shirika la Posta lipo, litasafirisha mzigo huo unaondoka kutoka Tanzania kwenda mahali popote duniani hii. Kwa hiyo hii namwambia kwamba hata muuza senene ambaye yuko pale Bukoba ambaye anawaza senene wake atawafikishaje Uingereza? ajisajili kwenye duka mtandao Kipepeo mm -hmm. aposti senene wake kutoka pale, ana uwezo wa kuwasafirisha. Sisi Posta tutasafirisha wale senene kwenda mpaka Uingereza kwa mteja wake mm. anatengeneza vikapu Iringa, the same ambaye ana, ana, anauza karafuu Zanzibar the same, lakini vile vile kwa sisi tunaotumia usafiri wa mtandaoni mm -hmm. the likes of yani, uh, uh, bajaji pikipiki gari ndogo mm, piki, piki, mm. Posta tumekuja na swift pack ambayo swift pack inakuwezesha kuomba usafiri kutoka sehemu moja uliopo kwenda sehemu nyingine. Na sasa sisi usafiri wa ku request na nyinyi wenyewe mmeingia eh hey, eh tatraining <laughs> hapo <haili>, tunasema <laughs> healing ile <up, yeah. laughs> hey, ile tunafanya sasa sisi ya kwetu imekuwa tofauti kidogo, kwa sababu tumeweka usafiri range zote. Kwa mfano yeah, leo hii unataka pikipiki piki, mm, utaipata kwenye Swift, lakini unataka kuhama, unahitaji lori la tani tatu au la tani kumi au la tani, kumi, la tani thelathini utaipata kwenye Swiftpak vile vilevile. Kwa hiyo ni imekuwa inclusive kwamba sio usafiri wa waga, usafiri wa gari ndogo au vyombo vya moto vidogo, lakini ile imekuwa ni usafiri sasa, vyombo vya moto vikubwa zaidi sasa. Mkurugenzi wa masoko sasa, sasa. Kwa katika hapo ulipozungumzia kuhusiana na kupeleka uh, kusafirisha nje ya nchi, kama mimi kuna kitu nataka nipeleke katika uh, nchi yoyote ndio, uh, mnaweza kufika? Kwa mfano mimi labda nataka nipeleke, kuna kitu nataka nipeleke Cuba au, au ni katika nchi zipi ambazo tayari mnaweza kufika mpaka hivi sasa? Kwa sasa hivi hakuna nchi ambayo hatuendi shirika la posta Tanzania, kwa sababu shirika la posta Tanzania ni mwanachama wa umoja wa posta duniani. Umoja wa posta duniani ni agency au ni taasisi iliyoko chini ya umoja wa mataifa. Kwa hiyo nchi zote zilizoko chini ya umoja wa mataifa zina mashirika ya posta ndani yake mm. na kama kuna shirika la posta ndani ya hiyo nchi manake na sisi tunafika mm, kuna ushirikiano. Yes. Mm. Mm. Mm. Tuna ushirikiano lakini pia nikuhakikishie kwamba sio tu kwamba ni lazima awe mwanachama wa, wa, wa umoja wa posta duniani. Hata kama mm. sio mwanachama ndio, sisi posta kwa mtandao wetu mpana tunafika. Ndio, sasa kesho ndio siku yenyewe, uh, maadhimisho kwa mwaka huu, na kwenu posta kwa hapa nchini yakoje? Uh, Jane, yani kwa kesho tumeandaa mambo mengi wateja wetu tumewaandalia wiki hii nzima kwanza walikuwa tumewawekea zawadi, tuna huduma special tunawapatia kwenye matawi yetu. Uh, jana leo wengi sana tumeweza kupata nao breakfast, ambapo tunakaa tunauliza kuna nini labda mmeridhika na huduma zetu mm, kitu gani hamridhiki? Kwao tumeweka ukaribu tu, yani tumekuwa nao kwa ukaribu kwa wiki hii nzima kupata kujua nini kwao ni matarajio ya, ya, ya, ya, yao, za, yao zaidi kutoka mm, kwetu. Vile vile kwa wiki hii nzima tumeweza kufuatilia vile vitu ambavyo tunajua labda mteja wetu kwa hivi alikuwa haridhiki, tume tuna, tuna vitengo maalum pale. Mfano shirika la Posta pale makao makuu na pale Posta mpya kuna kitengo kinaitwa customer experience, ambacho hicho pia tulitengeneza questionnaires nyingi kuwauliza lakini tumepata response nzuri. Tuna, tumejua kwamba wateja wetu kwa kweli wanaridhika na sisi. Kwa hiyo kesho tunapokwenda kuadhimisha hii siku ya posta duniani, tunakwenda kujumuika na wenzetu wote duniani kusherekea hii siku na kuwaeleza huduma zetu mpya ni zipi kwa sasa hivi ambazo tumezi tumeziongeza ili tuende sambamba na hii Uh, new technology mm. Pia tumeweza tunaenda kuwaelezea ni faida gani utakwenda kuzipata kwa hizo biashara zetu mpya ambazo tumeweza kuzilaunch. Kwa hiyo kesho tutakuwa tunajumuika na hao wateja wetu wengine wakubwa pale Millennium ambapo tutakuwa na DJ na baadhi ya wageni ambao tumewaalika. mm. Itakwenda kuanza saa tatu mpaka pale itakapoisha kwa sababu ni siku spesho ya Posta mm, kwa kesho. Kwa hiyo tunaomba pia wateja wetu wasisite kuungana nasi kesho kwenye huo siku yetu ambayo ni spesho kwa ajili yao mm, yes. Kwa kuongezea kwenye siku ya kesho, kwanza shirika la Posta au ta, tasnia ya posta duniani mm, ina bahati kwamba tarehe 9 Oktoba mara nyingi au mara zote huwa inaangukia katika wiki ya customer service, mm. customer service week Kwa hiyo unakuta pamoja na matukio yote, mfululizo wa matukio yale, lakini inaambatana na kuhakikisha kwamba tunatoa excellent service ambayo inakidhi au, ina, inapita matarajio ya mteja. Kwa hiyo ukiangalia kwa wiki hii tangu Jumatatu, imekuwa kuna vitu tofauti tofauti ndani uh, uh, ya ofisi ukitembelea, mm. ya ukitembelea ofisi ya posta, yani kuna vitu tofauti tofauti, utafika pale utapokelewa tutakupampapampa kidogo, tunaongeza kitu kidogo, lakini kuakikisha nini? Kwamba tunapoenda kwenye kilele cha posta duniani tarehe tisa Oktoba, kwamba wateja mnakuwa mnajua kwamba shirika lenu au taasisi yenu ipo. Kwa hiyo kesho kama kilele tutakuwa na shughuli nyingi sana, lakini kikubwa zaidi vilevile ambacho ningependa nikiongezee na kifahamike kwa watazamaji, kumalizia kwa ufupi tu, yes, kuna shindano la uandishi wa barua ambalo lilifanyika mm, mm, takriban miezi mitatu iliyopita na halikufanyika Tanzania pekee yake. Hey, sana, nafikiri hiyo pia iko kwenye tovuti yenu yes. Uh, nimeona nimeiweka pale nafikiri hey, yes. Uh, watu wakifika pale, wataona hiyo uh, taarifa kwa kina zaidi. Sisi tuwashukuru. Asante sana na tunawatakia kila laheri kwenye maadhimisho ya siku ya Posta. Asante, asante, naam. Sana. Sana. Na, shukuru na, tunakamilisha sana hivyo, na tukisubiri kesho kuadhimisha siku ya posta duniani.